And kampuni Kampuni Kampuni sio sio mahela. Company Company Company is is not not. money. Kampuni sio magari. Ni makaratasi. Company are papers. Unakuwa na maono yako, yako, yako? Unakuwa na maono maono You You have have. your vision. vision Unatengeneza kampuni yako kulingana na maono ulionayo. According to the vision that you have. Unaanza kujua hata kabla hujakuwa na vitu vingi, unaanza kujua TRA

Kampuni, just uh, um documents. kama hizi ndo kampuni unakuwa so, kama lazima uwe na ofisi kama ili uwe na magari kama yale ndo tu location ni kampuni. Hapa mjini kuna watu wana hizi documents and and they they win tenders and they make money hawana hawana physical address. Yani, hawana location yao bora, kusema, yao sasa hii ndo kampuni yao jengo.